Abiria wa treni ya SGR watokao wa jijini Dar es Salaam na Morogoro waipongeza Faima Shuttle Bus Service kwa kutatua changamoto ya usafiri waliokuwa wakikabiliana nayo baada ya kushuka au kuelekea kupanda treni katika kituo cha SGR mkoani Dodoma. tunashukuru kwa huduma hii, ndio sababu ilikuwa gharama sana. last time kati inakua kwenda Mtumba pale mji wa serikali kwa bajaji Huduma ya mabasi ni nzuri, kwa sababu inaturahisishia usafiri tunapotoka kwenye SGR nafika mahali tunapoenda kwa wakati ya. Kwa kweli imetusaidia sana, kwa sababu hasa kwa sisi ambayo tunakaa Mtumba. Ilikuwa ni changamoto unaposhuka kwenye sijara kuanza kutafuta usafiri wa kuweza kufika Mtumba kwa urahisi. sijara mpaka Mtumba kwa bajaji ni elfu ishirini na tano hivi sasa, unalipa kwa shatu shilingi elfu tano Imesaidia, imesaidia sana. Mbali na huduma bora wanazopatiwa abiria wanaotumia usafiri wa Faima Shuttle Bus Service, pia imeongeza ukuaji wa uchumi kwa abiria, kupunguza gharama kubwa walizokuwa wakitumia hapo awali katika usafiri. Faima Shuttle Bus Service imekuwa kimbilio la Watanzania wengi wanaotumia treni ya SGR mkoani Dodoma huku wakiwafikisha abiria hao katika vituo vyao husika. Tosta Watson Cyprian ni mmoja kati ya watu wa huduma wa Faima Shuttle Bus Service mkoa mkoani Dodoma. n uh, tunatoa huduma vituo vitatu Dar es Salaam, Morogoro na Dodoma. Kwa hapa Dodoma, abiria wanavyoshuka kwenye treni huwa tunawapokea kwa muda wa dakika kumi na tano kuelekea sehemu husika kwenye vituo vyao kuelekea majumbani. Ambao vituo vya basi la kwanza, kituo cha kwanza kinaanzia Ile Square kwenda chakoni chako, chako wajenzi na mipango. Kituo cha pili kinaelekea CB Shoppers kisasa nane nane. Kituo cha tatu kinaanzia Machinga Machame wajenzi loyo swaswa swa, ilazo nanenane pamoja na mtumba. Kwa vituo hivyo sasa ulivyovitaja, vituo ni vingi na safari zingine ni ndefu sana. Nimeenda nimeishuhudia route nyingine ni ndefu sana. Gharama ikoje? Gharama ni nafuu kabisa, ni, ni bei elekezi kabisa ni kwa Mtanzania, yani watu anaimudu. Ni shilingi elfu tano ambao kuchukua mtu kwenye kituo cha stesheni cha Samia ni kutoka hapa mpaka Mtumba waingia elfu thelathini mpaka ishirini. Sisi kama nani, kampuni ya Faima basi General Supply tumeona alikwamba huduma hii iwe rafiki na wateja kwamba ili kuwasaidia wale watu wa kawaida waweze kumudu usafiri katika kuliangalia hili kiundani, wacha tusafiri nawe hapa mkoani Dodoma. Kwa majina anaitwa Alin Langston ni attendant wa Faima Bus Shuttles, na namba yetu ya gari ni T 340 HCH Sitakuwa peke yangu, niko na watendaji wenzangu na pia niko na dereva wetu Mr. Papanda atakayetuongoza hii safari. Karibuni sana. Vituo vyetu vinaanzia kutoka hapa, tutapita Machinga Complex, Wajenzi Machame njia ya Loyo, tutaenda Swaswa mpaka Nane Nane. Karibuni sana kuna yeyote ambaye ikaripia daa na tiketi ya daa au Morogoro, maana kule tuna branch yetu. Na matumaini yangu mpaka sasa umejionea namna Faima Shuttle Bus Service inavyounga mkono juhudi za serikali katika kuboresha sekta ya usafiri kwa kufanya kwa vitendo huduma bora za uhakika kwa gharama nafuu na usalama wa uhakika.